Ni kwa nini kila anapokuwa CEO mwanamke kuna mahala Simba inafika? Heshima yako, lakini pia tuambie namna ambavyo ulikuwa unajisikia leo wakati mchezo unaendelea. Kwanza ni kusalimia Afrika Kusini, nimejifunza kunjani. Mimi <laughs> ni sijadaka neno bado <laughs> Sasa kwangu mimi imekuwa ni faraja na sasa ukizingatia uh, kumekuwa na ongezeko la wanawake katika soka, sio tu kwa Tanzania, bali kwa Afrika na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo kwangu mimi naona hii ni fursa pekee ambayo klabu imetukabidhi na watu wengi wameoanisha uh, mafanikio ya klabu yetu na uwepo wa wanawake viongozi wa wanawake. Kwangu mimi naona ni heshima eh, kubwa kwa klabu. Ambayo moja ni Mwafrika Kusini, nilimsikia hata anakuuliza, ndio maana nimekuuliza. Ah, najua eh. Kwa hiyo mimi kwangu naona hii ni moja ya mafanikio makubwa kwa klabu yetu ambayo imewekeza sana katika uongozi. Najaribu kuangalia eh, pale ambapo palikuwa mfupa mguu, si Afrika Kusini dhidi ya moja kati ya timu kutoka hapo. Utakumbuka achana na Kaizer Chiefs, ile ilikuwa ya awali, baadaye dhidi ya Orlando Simba aliondoshwa kwa mikwaju ya penati, akawa hana kumbukumbu nzuri. Leo dhidi ya timu ya Afrika Kusini amefanya vyema. Kitu kinachofuata ni moroko Moroko, ambapo kwenye robo fainali ya mwisho na nilikuwa pale, ilikuwa ni, ilikuwa ni mchezo ambao ulikuwa dhidi ya Widad Kasablanka, kama utakumbuka, penati zikamtoa mnyama. Kitu cha kwanza mmekitoa sasa hivi, nini unakiona Moroko? Mimi naona mwanga na bahati nzuri, uh, kama mwalimu wetu ambavyo wamekuwa anasema siku zote anaoheshimu wapinzani. Haya ni mashindano ya mpira ambayo yana matokeo matokeo hasi na chanya, lakini lengo kubwa sana la klabu yetu ni kuwa na consistency katika kupata matokeo, na ndio maana mnaona sasa hata tunapoelekea katika, eh, mwanzo tumeweza kuvunja mwiko wa kuwa kwenye robo fainali, tukavuka mwiko wa pili wa kuingia nusu fainali, so, mwaka robo. <laughs> walaso mwaka fainali. Sasa hivi ni washindi wa, wa kombe la shirikisho na. Najaribu kuangalia baada ya ushindi mechi kumalizika, e, ulikuwa unacheza mziki kidogo hapa. Hawa ni wa Afrika Kusini na ni mashabiki wa Stellenbosch, lakini wanachokizungumza ni kwamba wamekupa ujumbe mzito na mtihani, wanakuambia kwamba nenda ukafanye kwa ajili ya kusini mwa jangwa la Sahara. Hii imekuwa mzigo kwako kiasi gani? Imekuwa mzigo mzito na awali, nilikuwa naambia watu wengine, sisi Tanzania na Afrika Kusini tumekuwa na mahusiano ya kidiplomasia ambayo yanaanza toka wakati wa freedom liberation, uh, liberation uh, movements hizi zilifanyika katika kupigania uhuru wa Afrika zikishirikisha viongozi wa kusini mwa Afrika akiwemo baba wa taifa Nelson Mandela, ambao wao wanamuita tata Madiba, ambapo sasa unaona hata wakati wa kupigania uhuru Tanzania ilikuwa ni moja ya nchi ambazo ziliwapokea wapigania uhuru wa Afrika kwenye zile kambi za Morogoro. Kwa hiyo hiyo pekee inaonyesha ni kwa kiwango gani wa Afrika Kusini, hasa wa Afrika Kusini ambao hasitaki, uh, kusound like, racist lakini like, tuseme kwa kiwango kikubwa sisi kama Tanzania imesimenti, uh, kushirikiana nao, kwao kufurahia na sisi matokeo. Ina simenti hiyo, uh, uh, in, independence liberation movements. Neno lako kwa Watanzania baada ya kuvunja mwiko huu ambao walikuwa wamekukabidhi kuja huku bondeni? Hili tunalibeba, asanteni.